Hii ni simu mpya ya iPhone ambayo inajulikana kama iPhone 17 Pro Max imetoka mwaka 2025 mnamo mwezi wa tisa. Ina vitu vichache vipya vya muhimu sana ambavyo vinatofautisha na matoleo yaliyopita hasa iPhone 16 Pro Max. Ndo vitu ambavyo vinaweza vikatumika kumshawishi mtumiaji wa iPhone 7, 16 Pro Max kununua iPhone 17 Pro Max. Kwa Tanzania bei ya iPhone 17 Pro Max ni shilingi milioni nne. Ni tofauti sana na matoleo yaliyopita ambayo yalikuwa yanaanzia shilingi milioni tatu na nusu. Lakini kwa toleo hili imekuwa tofauti. E, bwana, simu imekuja na vitu viwili muhimu sana kama nilivyovisema. Hivyo vitu sio vikubwa sana, lakini ndivyo ambavyo vinafanya utofauti wa iPhone 17 Pro Max na matoleo mengine ya simu zinazotengenezwa na Apple lakini pia na simu nyingi za Android. Sasa tutazame hivyo vitu kwa kutazama kila sifa muhimu ya hii simu ya iPhone 17 Pro Max. Kitu kikubwa kipya sana ambacho kinaitofautisha iPhone 17 Pro Max na matoleo mengi ya simu zilizopo sokoni kwa sasa hivi ni prosesa yake mpya iliyoambatana kwenye hii simu. Prosesa hiyo inatambulika kama Apple A19 Pro. Kwenye app ya Geekbench inayopima nguvu za prosesa, Apple A19 Pro huonyesha uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa nyingi bila kukwama na kwa ufanisi mkubwa, kwani ina alama zinazokaribia 4000. Ina uwezo wa kufungua kurasa za mtandaoni zipatazo mia mbili ishirini na tisa kwa sekunde bila kukwama. Gemu zote zinacheza bila kukwama na kwa utumiaji mdogo wa umeme, hivyo hii ni simu ambayo inakaa na chaji muda mrefu hata kama ukiwa unacheza magemu, tofauti na simu nyingi zilizopo sokoni hata ikiwemo Samsung S25 Ultra. Sasa tutazame uwezo wa betri wa iPhone 17 Pro Max. Ukitazama kwa namba betri ya iPhone 17 Pro Max unaweza ukadhani ni ndogo, na kikweli ni ndogo kuliko betri iliyotumika kwenye simu ya Samsung Galaxy S25 Ultra au Xiaomi 17 Pro Max. Betri ya Apple iPhone 17 Pro Max haifiki mirampia hawa 5 inaishia kwenye miliampia hawa elfu nne na mia nane lakini iPhone 17 Pro Max inakaa sana na chaji kuliko Samsung na simu nyingine zote ambazo betri zake zina ukubwa wa miliampia elfu tano. Hii inasababishwa na ufanisi mkubwa wa prosesa ya Apple A19 Pro. Ndio maana mwanzoni tulitangulia kwa kusema prosesa ya Apple A19 Pro inatengeneza utofauti mkubwa sana kati ya simu hii na matoleo mengine kutoka kampuni nyingi. Ndiyo ambayo inasababisha simu kuwa na ufanisi mkubwa na utumiaji mdogo, hivyo kukaa na chaji muda mrefu. Kasi ya kuchaji ya iPhone, hapo ndipo wanapopigwa bao na kampuni nyingine nyingi ambazo zinatengeneza simu za flagship, yaani simu za matoleo ya juu. Kwani simu ya iPhone 17 Pro Max uwezo wake wa kuchaji wa juu kabisa ni wati 25, ambayo inachukua muda kidogo kujaa. Pamoja na hivyo, hii simu haiji na kichwa cha chaji, bali inakuja tu na ule waya wa kuchaji. Hivyo kama utakuwa unafikiria kuinunua hii simu na hauna chaji, itakulazimu kununua chaji nyingine. Uzuri ni kwamba sasa hivi simu zote za iPhone zinatumia uh, mfumo wa chaji wa type C, USB type C ambao pia unatumika kwenye simu nyingi tulizo nazo sehemu nyingine ambayo inabidi tuitazame ni uwezo wa software na ubora wake. Simu mpya ya iPhone 17 Pro Max, na zingine za mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka Apple zinatumia mfumo endeshi wa iOS 26. Moja ya sifa kubwa ya iOS 26 ni ufanisi wa utumiaji wa charge na kutokuwa na matangazo na application nyingi zinazofunguka kwenye background, yaani zinaofunguka huo unakuwa hauzioni, lakini zinakuwa zinajifungua zenyewe bila wewe kujua hiyo tunaita ni background activities. Apple wameunda mfumo wa iOS kutumia vizuri chaji kwa kuzipunguza shughuli nyingi ambazo hazina msingi, ndio maana iPhone hukaa na chaji muda mrefu japo beti lake ni dogo. Eneo ambalo Apple wameonekana kutopiga hatua kubwa ni upande wa AI. Walijaribu kupromoti AI yao ambayo walibrandi kwa jina la Apple Intelligence lakini imeonekana kushindwa. Hivyo wamekuwa wakifanya ushirikiano na baadhi ya kampuni zinazofanya vizuri kwenye upande wa AI hasa OpenAI wanaoendesha application ya ChatGPT na pia Google ambao wanaendesha mfumo wa Gemini. Walijaribu lakini mpaka sasa hivi hawajaweza kuleta utofauti mkubwa na ushindani kutoka kwa kampuni zingine. Kitu kingine ambacho Apple huwa wanafanya vizuri sana ni upande wa kamera. Kamera za iPhone 17 Pro Max zinapiga picha vizuri kwenye mazingira yote, hasa kwenye mwanga mwingi. Picha huonekana kwa usahihi wa rangi mkubwa sana. Rangi halisi za kinachopigwa picha hutokea kama zilivyo kwa sehemu kubwa. Kwenye mazingira ya mwanga mdogo kuna kiasi fulani cha noises chenga chenga kama ukiikuza picha, lakini kiujumla ubora wa picha na vitu vinavyopigwa ni mzuri na mtu anaweza akaviona na asiweze akagundua kama kuna kasoro yoyote katika hiyo picha moja. Ya kitu ambacho ninachokipenda kuhusu Apple ni, ni material wanayotumia kutengeneza simu zao, wanahakikisha wanatengeneza, wanatengeneza simu inayoweza kukaa muda mrefu sana. Bodi ya iPhone 17 Pro Max ina uimara mkubwa katika maeneo haya. Kwanza ina cheti cha IP 68. Hiki ni cheti kinaashiria uwezo wa waterproof wa kuzuia maji ya simu ikizama kwenye kina cha mita sita kwa muda wa nusu saa. Pia ina screen protekta ya Ceramic Shield 2 protekta hii haiwezi kuathiriwa mina mikwaruzo iwapo kioo kitakutana na kisu chenye matirio ya chuma. Pia protekta ni imara zaidi pale simu inapodondoka. Eh, lakini hata hivyo, umakini ni kitu cha muhimu, haijalishi simu ipo na aina ipi ya protekta iliyonayo. Tumalize na upande wa memory. Ya, ina matoleo tofauti tofauti kulingana na ukubwa wa memory na bei zinatofautiana Zin, ukubwa wa memory unaanzia GB mia mbili hamsini na sita mpaka GB elfu mbili yani terabyte mbili na zote zinatumia RAM ya ukubwa wa GB kumi na mbili kwa hiyo bei ya simu inatofautiana sasa kulingana na ukubwa wa memory ambayo unayoitaka kwa kama unataka uh, iPhone 17 Pro Max ya ukubwa wa terabaiti mbili bei pia itakuwa ni kubwa ambayo inaweza ikafika ama ikazidi milioni tano, lakini ya milioni nne ni ile uh, iPhone 17 Pro Max ya GB mia mbili hamsini na sita na RAM ya GB kumi na mbili. Tunaomba usubscribe ili uweze kufahamu ubora wa simu na bei zake na namna nzuri ya kuitafiti simu kabla ya kuinunua.